Namna moja kwa moja mimi na kunjua jamvi hili na taarifa inayofungamana na masuala ya elimu ambapo awamu, ama hamu ya wanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya Butere kushindana na kuonyesha talanta yao ilififia siku ya Alhamisi, wasichana hao walipokataa kuigiza filamu yao kwa jina Echoes of War, baada ya kuzimiwa vipaza sauti. Habari njema ni kuwa mwandishi wa mchezo huo wa kuigiza na aliyekuwa seneta wa kaunti Kakamega Cleophas Malala ameachiliwa huru baada ya kutiwa mbaroni mapema leo. Kwa mengi zaidi, na mpisha mwanahabari wetu Yusuf Hassan na taarifa hiyo. Polisi walishika doria katika lango la ukumbi wa Melvins Jones kaunti ya Nakuru, ambapo maigizo hayo yalikuwa yakiendelea, huku wanahabari na raia wengine wakizuiliwa kuingia katika ukumbi huo.

Wasichana wa Butere walipanda jukwani mwendo wa saa mbili asubuhi siku ya Alhamisi ila wakakosa kuigiza filamu hiyo kwa madai ya kukosa adhira kunyimwa kipasa sauti na kutokubaliwa kutumia vifaa vyao vya uigizaji. Badala ya kuigiza, wanafunzi hao waliimba wimbo wao wa taifa na kuondoka jukwani wengine wao wakidondokwa na machozi.

najiri huku mwelekezi wao aliyekuwa katibu wa chama cha UDA Cleophas Malala akikamatwa usiku wa kuamkia leo na maafisa wa jinai. Malala alikuwa ameenda kuandaa zoezi la mwisho na wanafunzi hao kabla ya maigizo leo asubuhi. Shika mimi, wanasema kwamba mimi nilifanya makosa kuandika mchezo huu. Tangu lini serikali ya William Ruto mnashika watu kwa kuandika play, mchezo wa kuigiza? Mnanishika kwa sababu ya kuandika play, mmekuja na maaskari wengi hapa, wamekataa nisitoke, wanasema ni lazima wanishike. Haifai nikuwe eh, eh, nje leo, ninafaa nilale ndani ya police station. Nashikwa, hawaniambii jambo lolote, okay. Huh? They are not telling me anything. Nawambia wanipatie summons zozote za DCI. Over 50 DCI wamekuja hapa kunishika, so nauliza, what is it? It's just a play. Sasa play wa wa wenyewe wale watu ambao wananishika hawajaona mchezo wenyewe. Wale watu ambao wanadisqualify play hawajaona mchezo wenyewe. Ken Echesa ambaye ni wakili wa Malala akisema mteja wake alitiwa mbaroni na badala ya kuwasilishwa mahakamani amepelekwa katika eneo la Eldama Ravine. Was arrested and detained at Central police stations. When we made an inquiry, we were told that Malala had been arrested for staging a criminal play that Malala had authored a play that was critical of government there are no such charges in criminal law in our criminal jurisprudence even Moi in his worst, in his worst form never imagined of arresting the author or a playwright This morning we were expecting that a functional criminal system will present Cleofas Malala before a court of competent jurisdiction and charge them with whatever charge that they will have prepared instead of taking Malala to court they have transferred him to Eldamaravi. filamu iliyonuia kutumbuiza sasa imegeuka kuwa uwanja wa siasa huku Kenya wengi kaunti ya Nakuru wakisikika wakiimba nyimbo za kuipinga serikali Nikiripotia runinga ya Magharibi kutoka kaunti ya Nakuru. Jina langu ni Yusuf Hassan.